Na nataka niambia hii serikali ya Ruto, na nijuzi niliwaambia my friend Ruto, Let me tell you something. Unajua naongea kama jokes sasa sa. Hiyo inasema tu wao sijui baba ni mgonjwa sijui nini sijui nini hivi hivi, ndio makufuli ilianza, tukasikia breaking news makufuli ameenda. Baba jaigonjeka amekuwa king'ang'ani nje ya serikali bila ugonjwa bila ugonjwa hata bila malaria tukisikia breaking news yoyote Ruto, Ruto, mimi nakwambia, kwanza tukisikia breaking mbaya kama ile ya magufuli ya Tanzania, eh, utatuambia baba ameenda wapi na ame, ni kwa nini amekujoini tu hata mwaka ijaisha. Na ameenda hakikisha, kama baba ni mgonjwa, amepona, fanya juhudi, wewe ni daktari, unajitana Dr. William Samoei Ruto, hakikisha toa mashini yako yote. Toa pesa yako yote. Baki maskini Raila Odinga, pona kweli, kama ni mgonjwa, toa enaji yako yote, hata wee mwenye wafadhali ulale kwa niaba ya Raila Odinga, vaa hiyo kiatu. Hii mchezo mnacheza mwachane ndayo. Na baba akirudi hapa Kenya baba akae kwake polapole. Vijana wadogo wezi wengine walandima kinagauchwa kila wakati baba, kila wakati ati mimi ndio daadi wa baba, ati kila wakati mimi ndio sapo.